Shodo, subiri kwanza mara moja. Unajua, wale jamaa siwaelewi kabisa. Toka jana waliotuambia tuende na chajabu, nimeshangaa nimechaguliwa mimi na wale wengine, lakini nimejiuliza kwa nini wewe haupo. Mbusa, mi naamini wale jamaa wako sahihi sana kwa sababu sisi tumeenda kuomba kazi pale na wale wanachukua wafanya kazi kutokana na vigezo wanavyovihitaji. Huenda mimi sina hivyo vigezo navyovitaka wale, ndo maana hawajanichukua. Nisikilize kaka, unajua ni kwa kiasi gani tumepambana kwa pamoja kutafuta ile kazi, halafu leo hii mimi nibaki we urudi nyumbani? Hicho kitu hakiwezekani, siwezi kukubali. Sasa huo utakuwa ni udhaifu mkubwa sana unakumbuka, wewe ndio uliniambia kama tumeamua kuweka mkono gizani basi tuweke na kama tumeamua kuweka mkono kwenye mwanga tuweke, na ili makufuli yetu yafunguke lazima tupate kazi. Nitakushangaa leo wewe uache kazi kwa sababu na mimi nimekosa kazi. Nani atamfuata mwenzie? Mimi nategemea upate kazi ukifanikiwa wewe nimefanikiwa mimi, kwa sababu ukipata kazi mimi nitapata wakumfuata. Tukikosa kazi wote, nani atamfuata mwenzie? Nenda kafanye kazi, kaka. Kaka mimi nikumbusha jambo, maneno yako yanasadiki, ni kweli. Tumwombe Mwenyezi Mungu tuendelee kupambana Ikiwezekana Mwenyezi Mungu atatusaidia kulivunja lile kufuli ambayo tunahangaika kulifungua. Basi sawa, mimi naona tuachane, nielekee nyumbani, maana siko sawa. Tamika mwanangu, unampenda kweli? Ndio nampenda lakini naogopa. Kama kweli unampenda basi haina haja kuogopa, usikilize moyo wako. Mama mdogo, nawezaje kukubali au kuuridhisha moyo wangu hali ya kuwa najua nini kitamkuta pindi nikiwa naye? Najua unaogopa sana lakini ni kuahidi tu kitu Mama mama yako mdogo, niko hapa, nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa, nitahakikisha unakuwa na furaha. Nikuombe kitu tu mwanangu, naomba usimkatae mkubalie, uende, ikawa yule ndio riziki yako. Sawa mama mdogo. ila nakuomba uniahidi kwa utanisaidia. Yaani tena uniamini, mama mama yako mdogo, mpaka tuanze kuahidiana? Basi sasa, mimi nakuahidi nikiwa kama mama mama yako mdogo nintafanya kila kitu ili mradi binti yangu awe na furaha. Tafuta nini? Mimi sijakuelewa, unamaanisha nini? <sighs> Nili nini, nilikuambia nini kuhusiana na mwanamke wangu? Kwani mimi nimefanyaje? mi nimefanyaje? Hebu achana mimi bwana. Hii message umemtumia jana zoo saa tisa na dakika arobaini na tisa usiku. Alafu hizo kelele zako mia zinitishi, ujue nina uwezo wa kufanya kitu chochote kibaya, kile hawa majirani zako wote wakashindwa kukusaidia. Kwa hiyo unataka nataka kusemanye? Oh. Unajibu dharau kwa sababu upo kwenye ima yako, si ndio? Sikia ikipiuda, ili ndio litakuwa unyo langu la mwisho siku yoyote, muda wowote, ukiniona nimefika hapa, awa majirani zako wote watakuja kuwa shahidi kwa kitu ambacho nitakachokifanya, fala we. Halima. Unampeleka wapi mwanangu? Mama nilikueleza matatizo yangu, lakini haukunionyesha dalili ya kunisaidia. Kwani mama mdogo akifanya hivyo kuna tatizo? Umekuwa sasa eh? Manake umekuwa mpaka sasa unanipandishia sauti, si ndio? Dada, kama nimekosea basi naomba unisamee Mimi sikufanya hivi kwa ubaya, kwa sababu mtoto wako ni mtoto wangu pia Eti mtoto wako ndio mtoto wangu pia? Wewe unaujua uchungu wa kuzaa? wewe fuata kilichokuleta. Jamani dada, si nimeshaomba samani? Aya, maneno mengine yanatokea wapi tena? Yanatoka makalioni. Na tena ukome kuifuatilia familia yangu na utaondoka humu ndani. <laughs> Nilijua tu utaenda kuangukia wapi. Semeni, kwa mara ya kwanza nimekuita jina lako na sitaki nikuvunjie heshima kwa sababu we ni dada yangu. Sasa naona unapotaka kufikia pabaya, labda nikukumbushe kitu, na usijisaulishe, hii nyumba ni ya kwetu wote, sio ya kwako wewe. Mimi kuja hapa, nimekuja kwangu na sio kwako. Ntaondoka muda nitakaojisikia mimi, sio mi kunifukuza leo. Mdogo wangu kidogo, umeonyesha ujasiri wa kuongea na mimi. Nataka mwendelezo wa hicho ulichokianzisha. Semeni, sikuogopi. Yani sikuogopi kwa lolote, kwa chochote, na kama anataka kunipigia ngoma nicheze, dada, nipo tayari. Yani nipo tayari kabisa, nitaicheza mchana kweupe. <tune> Isha kwambia usinishirikishe katika jambo lako lolote la namna hii tena tafadhali. Sitaki mzugu. Wewe ni rafiki yangu na unajua ni zaidi ya urafiki. Nisipokushirikisha wewe, unataka nikamshirikishe nani ili anishauri? Wewe ni mpuuzi tena zaidi ya wapuuzi. Kama ungekuwa mwerevu na kunisikiliza mimi na ukasikiliza ushauri wangu hata huku tusingefika. Sioni sababu ya kukumbuka ya nyuma, ni bora tuachane nayo. <tuhi> Hapana, wewe huna huruma. Mwanamke amejitoa sana kwako, anakutumia pesa ufanye vitu vya msingi, ufanye unakula bata. Ulivyokupa mwanaume wa ajabu na mnyama, yani unakula bata na mdogo wake. Ah, kapera wewe ufai, yani kapera wewe ufai. Mzugu siku zote, mchuma janga hula na wakwao. Nataka kujua kitu kimoja, utanishauri au utaendelea kunisema? Ah, kwenye hili usinihusishe, nastaki nambu, naomba uniache. Samani wewe ni mdogo wangu kabisa, kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani dada? Nina miaka kadhaa sikuwa hapa nchini, hata unajua nilikuwa wapi? Ila ulikuwa ujini, nilikuwa napata ugumu kiasi gani katika kufanya kazi zangu, ili u umalize chuo na mambo mengine yaendelee hivi. Kuna siku wakati unakuja hapa likizo, shemeji yako asha kulala nje? Hapana, kwa hilo haijatokea, labda kipindi ambacho mimi sipo. Huku nyuma ilikuwaje? Kapeleka nti masikini sana. Miaka yote saba nipo gaibu, ninafanya kazi, kumbe sasana bure. Kivipi tena? Hebu usilie dada. nilikuwa namtumia pesa nyingi ili ajenge katika kile kiwanja changu Chachanika, lakini hajafanya kitu chochote na hata sijui era akafanyia nini. Hmm, ungekaa naye ungemuuliza kwa utaratibu, labda atakwambia. Dada hana majibu ya kunipa na sina muda wa kukaa naye kumuuliza chochote kile ila kuna jambo unaendaa kwa ajili yake. Jambo gani dada? Ntajua mimi nitafanya nini. A hey, usiniletea ushangingi, ujue manzi. Unanipenda mimi au unampenda yule boya wako? Neni, kuna ja gani yakupigizana k kujazia watu hapa? Oa wow, usinilete pigo kama hizo. Vipi wewe? Wewe unadhani mimi nimekuja kuimba taarabu hapa? Nijibu swali so langu. Nakupenda wewe. Baridi. Ingia ndechi, nenda kachukua nguo zako tondoke kwenye ikulu ndogo. <coughs> Ingia ndani kachukua nguo zako tondoke ikulu ndogo. Lakini mamangu atanielewaje? Oa, usinilete pigo yu hizo, ujue manzi. Nimesema chukua nguo zako tondoke ikulu ndogo. Hizo taarifa zingine nitajua mi nacheza nazo vipi. Mshamba nini? Usiletee malaya uliokomaa mimi. Yani, mtu saa sita za usiku anakutumia meseji moja, mbili, tatu hivi na hivi ndo nini sasa? Hasa nataka nije kumwona mshamba wako. Upo kwenye ikulu ndogo, afu anakupigia anakutumia meseji, kama sijakuja kumchinja mtu. Kipa yupa yu wenge, toke bwana. Adimu sana kaka yangu, vipi, kuna tatizo? We acha tu, si unajua vibaloo vya watu hivi. Vipi, lakini uko poa? Mimi niko poa. Vipi, ujaniambia nini kinaendelea, au umeshafanikiwa kaka yangu? Na ni sawa amna, ni majukumu tu, lakini pia bado sijafanikiwa, kwa sababu toka siku mimi nakutanisha naye mpaka leo amekuwa mtu wa kunikwepa tu ila najua nini kinamsumbua eh. Mbona mapya hayo, anakukwepa ni jambo gani nafanya mpaka akukwepe? Tuache hayo, ila nachokuomba ukionana naye, endelea kuongea naye, naamini kila kitu kitakuwa sawa sawa, kakaangu. Nitajitahidi vile niwezavyo. Vipi lakini, Pengo anasemaje? Maanake na hii alikuwa anakusumbua sumbua kaka. Ushaanza mambo yako, mi nakuacha bwana. Sawa. Mimi nina matatizo gani? Mbona kila linalokuja mbele yangu halitimii? Na zurura kutafuta kibarua hata cha ujenzi tu sifanikiwi. Ah, ya Rabbi, nisaidie mja wako. Natamani kuoa, nashindwa sababu sina kipato, kama niwetiwa kufulia. Ilahi, ni wewe wa kunifungulia, nisaidie Chodo. Hupaswi kuwaza hayo unayowaza kwa sasa, ila unapaswa kufikiria nani anayekuumiza. Usiumii kichwa chako, pambana we mtoto wa kiume, jitahidi umjue anayekuumiza. Chodo. Na mkuu wangu bila shaka, kila kitu kiko sawa eh? kila kitu mkuu wangu, ondoa shaka, kiko sawa wewe tu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sawa sawa. Sasa basi, leo usiku nataka wewe uongoze kikao <laughs> <laughs> hiyo heshima kubwa hiyo, nitafanya <laughs> utavyoniagiza mkuu wangu, halafu mimi nataka niburudishe nafsi leo na mtoto wako. <laughs> Lakini sasa, siku zinazofata nataka nile na kuku kuku, lakini hapo naona itakuwa sio sawa mm -mm. Kwenye kazi zetu hizi ndio sawa. Sasa hapo ndio chao kwako kinapanda. <laughs> Wamkuu wangu, lakini naomba iwe siri, mtoto wangu asije aka gundua kitu kama hicho. Oh, kwani sisi mambo yetu tunafanya dhahiri? Si tunajificha jificha gizani <tos> <tos> <tos> Mogoza <tos> Mogoza. <tos> Tamika <tos> <tos> <tos> <laughs> mrembo wangu Tamika. <laughs> Wewe ndo mrembo hapa kwetu bana, yaani hakuna mwanamke mzuri wa kukushinda wewe. <laughs> na kamzigo kapo. <laughs> <laughs> Tamika. Leo nakuja kukumogoza. Um, mogoza mogoza Tamika, Tamika.